Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu, ambapo rais Ruto ametetea miradi ya nyumba za serikali na ule wa vijana wa Nyota akisema wale wanaopinga miradi hiyo hawana suluhu mbadala na kwamba yao ni maneno matupu. Ruto ameonekana kumjibu aliyekuwa mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro aliyeshutumu serikali kwa kukopa pesa zaidi kutoka nchi za nje. Rais alikuwa akizungumza eneo la Konza City alipozindua hazina ya miundo mbinu. Ugomvi kidogo kidogo, kama wewe ni kiongozi na uko na sera na mpango tofauti bora kuliko hii yetu, tueleze. Usiseme ati mpango yako ni kuja kuondoa affordable housing. Sasa hiyo ni ujinga. You know think, if if William Ruto wants to do a million houses, tell us how you are going to do 2 million or 3 million. Don't tell us you are going to bring down what William Ruto is doing. That is stupidity. amana ma gani jamani